Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, baada ya kushiriki mhadhara wa umma kuhusu uhakika wa kupata maji nchini Tanzania, mmoja wa washiriki kutoka Chuo Kikuu Mzumbe cha nchini humo afunguka. Tushikane mikono wote kwa pamoja, tukiingia kwenye hili swala mtambuka la maji, kwa sababu sisi kama vijana, sisi ndo tutakaoishi matokeo ya matokeo, matokeo ya vitu tutakavyovifanya kesho na leo katika mashinani tutakwenda sevilla nchini hispania kwenye mkutano kuhusu ufadhili kwa maendeleo karibu ni jumanne ya tarehe mosi ya mwezi julai mwaka 2025 mwenyeji wako ni mimi arnold kayanda kutoka hapa makao makuu ya umoja wa mataifa New York marekani leo tutakuwa na mada kwa kina ikimulika muhadhara wa umma kuhusu uhaba wa maji lakini kwanza ni muktasari ukiwasilishwa na asumta masoi asante arnold Mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Iran Stefan Prisner amesema wanachofanya hivi sasa ni kupanga upya programu za Umoja wa Mataifa nchini humo wakimulika vipaumbele vipya kufuatia mashambulizi yaliyoanza tarehe kumi na tatu mwezi Juni mwaka huu na kubadili mwelekeo wa kazi zao. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Jeneva, Uswisi, akitokea Teherani, mji mkuu wa Iran, Bwana Prisner amesema and sasa tuko kwenye mazungumzo na serikali kuona ni vipi tutapanga upya programu zetu kukidhi mahitaji mapya yanayoanza kuwa dhahiri, ikiwa ni siku chache tu tangu mashambulizi ya kumi baada ya sitisho la mapigano kuridhiwa. Tukisalia huko huko Jeneva Uswisi, lakini akizungumza kutoka Nairobi Kenya, Shon Hug ambaye ni mratibu wa dharura wa mzozo wa Sudan katika shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani, WFP, amewaambia waandishi wa habari kuwa hali ni tete kwa mamilioni ya raia wa Sudani waliokimbilia nchi jirani kuepuka mapigano nchini mwao. Bwana Hiyo amesema kutokana na ukata, WFP haitaweza kuendelea kuwapatia msaada wa chakula kwa miezi ijayo kwa wakimbizi wa Sudan waliokimbilia Jamhuri ya Afrika ya Kati, Misri, Ethiopia na Libya. Na shirika la umoja wa mataifa la masuala ya wanawake UN Women linapotimiza miaka kumi na mitano tangu kuanzishwa kwake, limesema dunia imeshuhudia maendeleo muhimu katika usawa wa kijinsia ambayo yamebadilisha maisha ya wanawake na wasichana kote duniani. Licha ya kusherekea maendeleo hayo, juhudi za kusukuma usawa wa kijinsia zinaonekana kurudi nyuma. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Asunta Masoi kwa kutuletea uh, muktasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani na tutasikia ujumbe kuhusu uwekezaji hasa katika mifumo ya kilimo kwa jamii mashinani. Salia papo hapo tafadhali, kutoka New York, sauti ya

Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani, kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika vilevile. Vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org mkwa SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina. Nchini Tanzania, hivi karibuni shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP kwa kushirikiana na Muungano wa Ulaya EU na Chuo Kikuu Mzumbe waliandaa mhadhara wenye lengo la kumulika ukame na uhakika wa upatikanaji wa maji. Washiriki walipata fursa ya kusikia jinsi taifa la Chile linatumia sera zinazoweza kushawishi mabadiliko yanayoweza kukabiliana na tatizo la uhaba wa maji. Je, nini kilifanyika hapo chuo kikuu Mzumbe mkoani Morogoro, kaskazini mashariki mwa Tanzania? Jiunge na Hamadi Rashid wa redio wa shirika Tanzania, Kids Time FM. Mjadala wa uhaba wa maji na ukame imekuwa ni mada ya kujadili kwa sasa kote ulimwenguni. rasilimali maji ni watu lakini pia na mazingira yake. Huyo ni Dr. Saida Fundi kutoka chuo kikuu cha Mzumbe, ambaye nimemhoji wakati wa kongamano la mjadala wa wazi wa uhaba wa maji lililowakutanisha wanazuoni na wanafunzi wa vyuo vikuu tena nikataka kufahamu kipi kinaweza kuboreshwa katika mitaala ya vyuo vikuu ili kuzalisha wataalamu wanaoweza kuja na majawabu ya changamoto za maji. Tunawafundisha wanafunzi wetu mambo mengi, lakini lazima tuendane na yale ambayo yanaonekana ni ya muhimu sana kwa wakati huo. Kipindi hichi tunapitia katika wakati uh, uh, muhimu au wakati mgumu wa matatizo mengi ya uh, uh, mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo sisi kama vyuo vikuu uh, ni lazima tuwaandae wanafunzi wetu, vijana wetu wawe na uwezo wa kutambua e, masuala mbalimbali yanayoendelea katika jamii zetu, e, wawe wasomi ambao wanajua au wanaweza a, a, kutambua nini kinaendelea kwenye jamii zinazotuzunguka, kwa sababu kule ndiko yanakopatikana majawabu ya changamoto mbalimbali mbali. majawabu hayapatikani kutoka kwenye uelewa na ufahamu wa wataalamu peke yake majawabu yanatoka pia kwa watu wenyewe ambao wanakumbana au wanakabiliana na hali tofauti tofauti au na mazingira tofauti tofauti katika upatikanaji wa maji. Kwa kuangalia uzoefu wake wa kufanya tafiti za maji nchini Chile, profesa daktari Jeska Badzi kutoka chuo kikuu cha Boni nchini Ujerumani, nimemuuliza ni nini kinaweza kufaa katika taifa la Tanzania katika namna bora ya kukabiliana na swala la uhaba wa maji pamoja na ukame. Chile, I lakini kwa kuzingatia tulichokiona Chile, kile ambacho ningesema ni kwamba tunapozungumzia uhakika wa kupata maji hatupasi kuangazia tu maji yenyewe, maji kama kitu halisi na jinsi ya kuzalisha zaidi. Tunapaswa kuangalia sababu za ukosefu wa uhakika wa kupata maji na kuwa makini na namna ambavyo kuzalisha maji zaidi kunaweza kusababisha mabadiliko yasiyofaa na matatizo sectors, kwa baadhi ya sekta really. Ni muhimu sana kuelewa muktadha na mienendo ya maji katika muktadha huo. Kwa hiyo kama maji so, ni haba, more ni, more haba, haba, ni muhimu kuelewa ni kwa namna gani yamekuwa haba na kwa nani ni haba, kama ni kwa sekta zote au kwa sekta maalumu mm, maeneo maalumu au, au makundi maalum ya kijamii halafu, tuangalie majawabu zaidi ya hali hizo maalum the lakini katika muktadha mpana na si kwa ujumla tu. Mabadiliko ya tabia nchi yanachangia kwa namna gani swala la ukame duniani? kwa hiyo angalau kwa kuzingatia nilichoona Chile, labda si kila mahali, lakini ningesema kwamba mabadiliko ya tabia ya nchi huwa yanahusiana kila mara na yale yanayotokea mashinani, hasa katika sekta za viwanda, sekta za kiuchumi kama vile kilimo cha kibiashara, uchimbaji madini na upanuzi wa viwanda. Kwa hiyo mabadiliko ya tabia ya nchi hayafanyiki kwa kujitenga, daima yanagusa na kuingiliana na mienendo iliyopo na mara nyingi, angalau katika swala la Chile, mambo hayo huimarishana. Wanafunzi wa vyuo mbalimbali ikiwemo chuo hiki kikuu cha Mzumbe walikuwa sehemu ya mjadala huu. Nimepata nafasi ya kuzungumza nao. Asante kwa majina, anaitwa Dayana Mkinga, ni mwanafunzi wa chuo kikuu Mzumbe. Kabla ya kuipata ufafanuzi zaidi kwa mada tulizojifunza leo, ujuzi wangu juu ya maswala ya ufuatiliaji wa maji au ulinzi wa maji ulikuwa ni hafifu ukizingatia kwamba tunapojadili masuala ya maji ni kwa ajili tu ya matumizi ya kawaida yaani kunywa, kula, kufua na kadhalika. Lakini baada ya mada hizi nimejifunza kwa uelewa kwamba mada hizi zinaingiliana sana kwenye sera na maendeleo ya jamii yetu. Unasoma sasa na baadaye utahitimu, utaenda kuitumikia jamii, utakuwa na mtazamo gani? Uh, ushauri wangu kwa vijana wenzangu, lakini pamoja sana sana kwa wanafunzi ni kwamba tujishike tushikane mikono wote kwa pamoja, tukiingia kwenye hili swala mtambuka la maji, kwa sababu sisi kama vijana, sisi ndo tutakaoishi matokeo ya, matokeo, matokeo ya vitu tutakavyofanya kesho. James Kasele, na wewe umejifunza nini? Kitu cha kwanza nilichojifunza, kubadilisha mtazamo inamaanisha tunaweza kuona vitu kwa mtazamo wa tofauti, ambao unaweza kutusaidia kuweza kutengeneza njia tofauti za kuweza kutunza vyanzo vya maji. Kitu cha pili nimejifunza kwamba ni, ni kutunza vyanzo vya maji sio swala la serikali tu peke yake ni swala ambayo jamii nzima inabidi tujumuike kwa mkono mmoja na nguvu mmoja, ili tuweze kutatua haya matatizo, kuweza ku solve au kuweza kukabiliana na haya majanga ya ukame wa maji na kupotea kwa vyanzo vya maji nchini. Shukran sana Hamadi Rashid wa redio wa shirika Kids Time FM kwa mada hiyo. Na sasa ni mashinani. Mkutano wa nne wa ufadhili kwa maendeleo FFD4 ukiendelea huko Sevilla, Hispania, Natalia Tosh, mkuu wa kitengo cha uwekezaji wa mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, anasema ni wakati wa kufikiria upya jinsi maendeleo yanavyofadhiliwa kwa kuzingatia mifumo ya kilimo cha mazao ya chakula ili kukuza ukuaji wa kiuchumi vijijini. so are... IFAD inatoa dhamana endelevu, ni dhamana zinazosaidia mchanganyiko wa miradi ya kijamii na isiyoharibu mazingira. Tunapaswa kuchukua jukumu ambalo linaunganisha sekta ya umma na maslahi ya sekta binafsi. Hiyo inamaanisha kuunda mifumo ya uchumi inayounga sekta tofauti, kwa sababu sekta ya kibinafsi ina hatari ya kukumbwa na changamoto tofauti na sekta ya umma.